Mgombea wa udiwani wodi ya Malindi Mnyalangu, Ahmed Salm Ahmed. Nimekwenda katika kituo cha upigaji kura leo, kura ya mapema, niita wenyewe kura ya mapema na, na hali halisi niliyoikuta nje pale, kuna mabasi matatu ya JKU ya Salafi na lori mbili 0 imelikuta pale za JKU kuingia ndani nikatizama ile hali halisi hani, ya ndani nikawaona askari wanapiga kura kituo cha Makadara, wakitoka kituo cha Makadara wanakwenda kituo cha Mchangani, wakitoka cha Mchangani wanakwenda kituo cha, cha Malindi. Utaratibu mbovu uliotumika uchaguzi, hakuna uchaguzi unaofanywa mtu akapiga kura halafu asikiwe hata wino, na vitambulisho vimegawiwa nje pale kuna mtu maalumu alikuwa na gawa nje vitambulisho, nikataka kumchukua kwa simu, lakini ilikuwa pako vibaya sana, kwa sababu mpaka usalama alikuwa najua, isingefanikiwa mpaka, iu ningechukuliwa, lakini nimerekodi kwa macho, ndio mmeona pale. Wamekuwa vitambulisha mtu anaitwa jina jina sio lake, na ushahidi, kuna mmoja yuko katika karabu ya cholo ganini, kenda pale, kaitwa jina, kwa sababu tunamjua kenda akaitwa jina sio lake, akataja pale akapewa kura, kenda akapiga kura chumba cha kwanza na akaenda akapiga na chumba cha pili. Utaratibu mdogo sana. Mimi na kulalamika kwa wahusika ambao watu wa tume wa, wa, wa, wa pale, wakasema hali ilivyokuwepo, sisi tunashindwa kuikontrol na tunashindwa kufanya chochote. Wawili wa watu wa tume pale nikawaelezea. Kwa hivyo nikaitwa na mwandishi wa habari mmoja pale nikamweleza hali halisi, si uchaguzi. Na halafu wote walioletwa wale wa kuja wa kupiga kura hakuna mtu wa Malindi hata mmoja kuna mmoja askari anamjua mpaka jina lake, anakaa Kidoti na vituo ndo imepata taarifa kwa sahizi imefungwa, kwa sababu tulipokaa pale tukaja tukatolewa, wagombea sote hatukotakiwa tukae ndani, tukatolewa nje. Kwa hivyo tulipotolewa nje na hali ya hewa hii ya mvua, hatukuweza kukaa pale, kabidi tuondoke turudi huku na tumerudi huku kukaa ukasikia kama na mawakala wametolewa nje na, na vituo vimefungwa, kauli ya mawakala waliotupa sasa hivi. Maanake haikufika hata saa nane, vituo vishafungwa na kura hazikuhesabiwa, wameondoka nazo kule. Assalamu aleikum wa rahmatullahi wabarakatu. Mimi Abdalla Juma Muhammad, mgombea wa chama cha ADC. Kwa kweli uchaguzi niliouona ni mbovu sana. Utaratibu wake ni utaratibu ambao sijapata kuona pahala popote. Kwa kweli uchaguzi, kwa mimi nadhani bado hatujakuwa tayari kufanya uchaguzi. Hii tunafanya kama magirini tu, lakini uchaguzi bado ni kitendo cha kihuni. Kuna taarifa hata mimi mgombea nilikwenda kumuuliza mtendaji mmoja wa tume ya uchaguzi Akaniambia ameshaamua tu, sasa hivi muda umekwisha. Kwa hiyo saa tano kamili naona amefunga vituo na watu wamemaliza kutia sildi na watu wote wameshaondoka. Mimi ni mgombea udiwani kwa wadi ya Mlandege umeendelea katika kura mapema huu. Kwa kweli si kura mapema bali ni uchafuzi wa mapema umeiona. Hali iliyokwenda si ya kawaida, mtu mmoja anapiga kura zaidi ya mara tatu na hakuna kumwambia wala hakuna kumsimamia. Kwa hivyo tumeona hakuna kura ya mapema bali kuna uchafuzi wa mapema. Mpaka sasa hivi vituo vimefungwa, kwamba na wagombea wote wametolewa, mawakala wametolewa, kwamba vituo wanasema atabakia nazo wao kura na zina siri ambayo wametaka utejua, ambayo mule pembeni alile box unaweza hata kazikata ukabakisha na ile ya juu, hata wakala akijua kesho kaweza kumbe, ndio ile ile aliyokuwa jana ishaweza kufunguliwa, ah. Mie nikwa wakala wa jimbo la Malindi katika shehia ya Vikokotoni kwa hali ya, ya kura ya mwanzo, kwa kweli kama alivyokuwa natamka chama chetu, huu ni wizi mtupu na kweli wizi mtupu, kwa sababu tulichokiona mule, kuna vituo kumi, lakini kuna watu waloletwa ambao wanaasimania ni vikosi, wamepiga katika vituo vyote kumi, na tena sio vyote tu, na wanarejea ya rejea, yaani wanarejea ya rejea, alafu na hata utaratibu uliokuwepo ni mbovu sana wanaweza kasema, kwani si unatiwa wino? Hapana, wino unaotiwa wameweka kama marker pen, tena unatiwa kama kidoto tusijui nini kidogo, alafu tunaruhusiwa wakati, hiyo sivyo vilivyo akksazoea. Na hata wakifika pale majina, watu wengine ambao binafsi mimi nawajua majina yao mengine, na huku wametaja jina jengine na wamepewa kwenda kupiga kura. Hata mimi mwenyewe nashangaa yani hata lakini, japokuwa mwenyewe kafahamu kwamba nimemjua zaidi, make niliomba jina litajwe tena, na mimi nikamwambia wewe ndio jina lako. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe atajijua huko aliko, lakini hapo lazima tuchukue hatua, kwa sababu sasa hivi sisi hatupo katika uchaguzi ule ambao tulikuwa tumejua. Sasa hivi ni uchaguzi wa kuinusuru Zanzibar. Kwa hiyo mtu yoyote aliyekuwa hataki masuala haya maaketa kwenye uhaki basi lazima naye sisi tumweke hadharani tu, kwa sababu suala hili sio zuri, ni kwenda kukuua sote katika jambo kama hili. Maana kufanya dhulma na dhulma zikisha kuwa nyingi tunapata nakama, na nakama ikipata tunapata sote kutimame. Kwa hiyo lazima sasa hivi tusimame kwa kitu kimoja, kutetea nchi yetu, kusimamia nchi yetu. Wapo ambao watu wanapiga mara mbili, wapo watu ambao majina yao sio, na wengine hata wanakuta wanakuja wamepiga amani, wamepiga wapi wapi, halafu wanakuja hapa Malindi, kwa sababu katika vyumba vyote. Hebu fikiria we, eti jimbo la Malindi liwe lina wapiga kura elfu moja jimbo la Malindi tu liwe lina wapiga kura wa kura ya mapema elfu moja kweli? Hiyo <maz refugee> inatokezea watu tuna maskari gani hapa, hata hatuwaone wa maskari maake ko mtaani <mix> ukija kuambiwa huyu askari huyu askari n ukiwaona, mie sura zote sijawahi hata kuonana na nazo njiani huko katika mjini. Um, mimi ni wakala na ni, nime, tumesha maliza kwa idadi tuloambiwa kwamba sisi kituo chetu tunapiga kura nini, wa wanapiga kura ni 90 lakini jengine ambalo kubwa zaidi tumeletewa sim zetu za kufunga katika masanduku. Cha kushangaza, cha kushangaza, rejea tena kushangaza, eti tunaambiwa ndo msimamizi wa pale wa tume anatuzuia tusitie seal. Tusitie seal katika sehemu ambazo husika lile sanduku lina zina vipete vitano, kuna sehemu hizi nne pembeni, wanatuambia huku pembeni tusitie sili, tutie hapa juu kwenye mdomo, ambacho kwa mie ni hesabu ambayo ya kijinga kabisa. Kwa maana hiyo, wakikata hizi sili za pembeni, ule mdomo hata ikawa sili yetu mm -hmm, ipo, wakinyanyua tu wanamimina kura wanazotaka mm -hmm, wao wakazitoa wanazozitaka, alafu wakafunga, alafu akaja akafunga sili zao za tume, itakuwa ndo tumefanya nini, tunahalalisha kitu kilichokuwa sicho. Huo pia ni wametufanyia hivyo ni mkuu wa kituo cha Malindi ambaye ametulazimisha lazima hivyo. Mimi nikaambia hivyo haiwezekani, lakini stili ye kashikilia. Kwa hiyo nilikuwa mie nimezifunga, kaniomba nizifungue, na zipo ambazo nimezikata siri zetu sisi kwa ajili, na mimi nikasema haina haja hata kuweka ile siri ya juu kwenye mdomo kwenda kuhalalisha kitu kilichokuwa wrong. Kwa hiyo hata ile pia ya juu mie nime nimekata. Kwa jina naitwa Salim Rashid Salum, wakala wa wadi ya Kiponda, ambaye niliona uchaguzi wote ulivyoendeshwa kwa kweli ilikuwa si uchaguzi, ilikuwa ni wizi wa mapema, kama ambavyo walikuwa kisema kiongozi wetu kwamba kuna wizi wa mapema. Huu ni wizi wa mapema sababu, mtu mmoja anapiga kura zaidi ya wadi tatu, anapiga zaidi ya wadi tatu. Na ukikomplain, alikuja mtu mmoja kupiga, nikamuuliza. Namjua anakaa Barasi. Kamuuliza, unatoka wapi? Anaambia Barasi. Nikawambia huyu astahiki kupiga hapa, anastahiki akapiga Mlandezi. Kaambwa huna haki ya kuhoji una haki ya kuhoja. Kwa hiyo kakakima, tukavewa pefom za kujaza kuhusu komplein hazipo, kiukweli hamna ambacho kilikuweka, kwa sababu hamna muhuri wino ule ambao natakiwa baada ya kupiga kura ati ulikuwa hauko, ilikuwa wana makapenu anatia kidogo tu kwenye kucha ili mtu waulota kufupi hapa, kuwa na uchaguzi kwa nini mdu kama ni saa kumi, kiukweli muda ni saa kumi na niliuliza mapema na nikaambiwa kweli kituo kinafungwa saa kumi, lakini saa nne ilikuwa tayari kusamali fika saa tano na kidogo, wakatuambia bana, sisi tunafunga kituo na inabidi muondoke, na sivyo si, ambavyo tulitoa maagizo na kiongozi wetu kwamba kura itahesabiwa halafu tuondoke, lakini kura haikuhesabiwa, wameondoka na visanduku, hawakutaka tutie sil, hawakutaka tutotu kiukweli. Kwa hiyo wametutoa <laughs> Naitwa Ali Sefu Ali, msimamizi wa shehia ya Shangani. Kilichotokea leo ni masikitiko makubwa sana, upigaji wa kura mara tatu. Anatoka kwangu mtu anakwenda chumba chengine, unampata msimamizi wa kituo hana la kukujibu la kukujibu hana moja. Na hili swala nilimpa mkuu wa tume mwenyekiti wa tume alikuja kumtembelea, limpe ile tatizo la upigaji kura zaidi ya mara moja. Hata tukizingatia wino uliotumika ni mapeni ya kawaida, so wino ambao tunaozingatia siku zote sio kabisa. Na mbali ya hivyo, la mwisho la kumalizia, sildi wamekataa, tusitie sildi, tulijaribu kurikodi Wakasema si ruksa kurikodi sidi aina yoyote, kwa maagizo waliopewa. Je, usalama wa kurahizi huko? Je, hilo la kumalizia shukrani. Haya, katika hichi kituo chetu, jina lako nani? Kwanza jina langu naitwa muhamedi amisi Muhamed, ni mgombea uwakilishi jimbo la amani kupitia tiketi ya ACT Wazalendo. Yeah. hii kura huku hii, uh, mbavua leo maana sio kura hukumbavu uh, a leo hapa hapana kura hata moja hmm. Wamewaleta vikosi watupu hmm. Tena wamewaleta kwa mabasi, wamewaingiza ndani. Baada ya kuwaingiza ndani, kufika tu wameanza kupiga kura bila wakala hata mmoja kumuingiza hmm. Hawajaingiza wakala wote, wanapokushamaliza kupiga kura, kushapaza karatasi zao hata wino hawawatii. Hayo ndio malalamiko yangu. Hapa hapana uchaguzi, pana uchafuzi mtupu. Hii kura yao walosema ya wizi ya mapema, hapa pana uchafuzi mtupu. Hapana kura yoyote iliyopigwa hapa. Hapo ameleta watu wao kwa mabasi, wamaleta vikosi watupu, ndo kama mnavyoona. Hakuna mtu yote alokuja mtu alokuwa maalum. Uh, ni watu mnaona, ni vikosi watupu. Wewe unapolalamikia na kwa wanasemaje, unapolalamikia wao, wale wanojifanya ndo wanatume, maana ndo wanjifanya wao tume, tume. Mm. Wanaambia askari etu nitolewe nje, mimi mgombea nitolewe nje. Kwa nini? kura anapigiwa nani kama sipingi mimi? Mimi wajibu wangu ninapoleona hichi kitu sicho, niseme nani? Nasema wanamfuata mshirikiaji kituo yeye ndo anakupuuza kabisa ana, na kutoa hivyo. So sasa ina maana gani ya kupiga kura basi eh? Natosha.